Na mwingine anasema assalamu alaikum, nauliza kuhusu zaka ya dhahabu. Nimesikia dhahabu e, unaoivaa haitolewi zaka hata kama ime, ime, imepitiwa na mwaka, kama hujaivaa, hata kama imepitiwa na mwaka hujaivaa, ikiwa hukununua kwa ajili ya kuuza. Je, hii ni sahihi? Jawabu la si sahihi. Kauli sahihi ni kwamba unaitolea zaka hata dhahabu ya kuvaa. Tab'an masala ina khilafu aa, khilafu wa ulamaa, lakini kauli sahihi ni hiyo. Hadithi nyingi sana zimeonesha ni hivyo eh. Kwa hivyo zaka mtu anatolea zaka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkaripia mke wake Aisha, eh, na hadithi nyingine zinakuwa zina msemo huu na hule lakini hadithi nyingi mno kuhusu mlango huu, na kwa hivyo hata ukiangalia wale baadhi ya wanavyuoni wa Kisuni Mahambali wa mwishoni huku wamechukua kauli hiyo, kina Sheikh bin Bazi kina Sheikh bin Uthaymeen eh, kwamba zaka ya kitu chenye kuvaliwa kinatolewa zaka. Kwa hivyo kwa sababu hadithi hadithi, hadithi hadithi zimekuwa nyingi, wana wanategemea hadithi hadithi, kama hadithi zile ambazo nasema kama haitolewi zaka ni hadithi dhaifu eh, hadithi dhaifu sabahani eh, kwa hivyo hata baadhi ya maulama vile vile ambao kwamba kama vile nakumbuka ni Sanaani vile vilevile ambao kwamba madhhabu yake wao wanasimama huo, lakini ya kuvaa ndio zaka, zaka, zaka, zaka, zaka ki, eh zha, zha, kwa, kwa hivyo, kifupi ni kwamba dhahabu inatolewa zaka ni sawa tu ikiwa ikiwa mtu anavaa au vinginevyo, dhahabu inatolewa zaka kwa hali yote ile. wallahu tabaraka wataala a'lamu.